siku ya Idi na hiyo ni sunna ya Nabii Ibrahim baba yenu. Sisi pia Waislamu wote tunajaribu kusikiliza maneno yake takatifu. Hiyo ni muhimu sana kwa ajili sisi, na mkikumbuka kisa yake Mwenyezi Mungu amememrisha na alitii bila shaka na kuti bila shuruti. Hiyo ni muhimu sana na mtoto wake pia Ismail, alahissalam, alikuwa mtoto mdogo, lakini amepata elimu kutoka baba yake, amepata hiyo tabia kutoka baba yake, na amesikiliza ame amesikiliza amejitolea. Hiyo somo ya kisa hii, na sisi pia tunaweza kujikumbusha tuna subira tuna utifu na tunamtegemea Allah subhanahu wa taala. Lazima tukumbushe tujikumbushe mwenyewe na pia mwenzetu, hiyo ni muhimu sana. Hiyo idi al-adha, na tunaweza kusema idi kubwa ama idi ya kuchinja, hiyo ni muhimu sana kwa ajili yetu umuhimu yake pengine tunasahau, kwa sababu likizo ikije, kila mtu wanapanga plan ya kwenda sijui kuogelea ama sijui kuzunguka, lakini pia umuhimu yake pia siku hizi tunasahau. Ndio, kwa Tanzania labda likizo siku moja, siku mbili, kwa nchi yetu likizo labda siku tano, siku sita, siku saba, pia mwenzetu pia siku hizi wameanza kusahau umuhimu yake ya hiyo siku hiyo, Idul Adha, ndio Idul Adha hiyo, pia sikukuu Ramadhan hiyo takatifu muhimu, lakini siku hizi tumeanza kusahau umuhimu yake. Na pia umuhimu nyingine nini kwa Uturuki, sikukuu kama e, ikikaribia, sisi tunakumbuka hiyo, tutachinja nini, tunapanga labda kondoo, labda ngamia ama nini? Tunapanga pamoja, watu saba pengine tunashirikiana na tunaanza kuchinja kabla ya sikukuu. Watoto wote wanakuja, wanafurahi kwa sababu nguo mapya wanapata na pia wanakumbuka watapata mchango. Na sikukuu asubuhi, tunaamka mapema, tunavaa nguo yetu mpya na tunaenda kuswali. Baada ya kuswali, kila mtu anarudi, tunakunywa chai yetu na pia nakumbuka nilipokuwa Kenya, nimekaa Mombasa, Malindi, pale pia kwa Zanzibar, pia nimesikia wanatengeneza chakula hiyo maarufu kwa ajili ya sikukuu pekee, hiyo inaitwa bokoboko. Siwezi kusahau hiyo boko bokoboko, hiyo ni chakula hiyo tofauti kwa sababu ya testi yake tofauti, lakini siwezi kusahau hiyo, ilikuwa muhimu sana. Na pia hiyo, baada ya chakula kila mtu wanakuja wanaongea na wazazi wao na wanatafuta labda uh, nini babu wanatafuta, ama wazazi wanasema baba hiyo barakati la Idi iko wapi? Sisi pia kwa utamaduni yetu iko barakati la Idi ni muhimu kwa sababu watoto wanaweka hiyo mfuko labda ananunua hiyo chakula ananunua tofauti, hiyo ni muhimu sana, barakati la Idi kwa Uturuki pia sisi tuko naye na pia baada ya hiyo e, kusalimiana na wazazi majirani, watoto wanaanza kuzunguka hiyo e, mta, e, wanatoka mtaani, wanaenda mlango kwa mlango, wanagonga hodi hodi, ha, hodi. haya tunasherekea sikukuu na haya tunasubiri barakati la Idi na pia kila mtu kwa nyumba ya zote kwa Uturuki tayari kuna paramende pipi wanapewa pipi na wanafurahi, wanashereke wanasherekea, na wanarudi nyumbani kwao, na hiyo ni pia muhimu. Ukiniuliza kwa ajili ya hiyo sikukuu inamaanisha nini kwa ajili ya upande wako, ninakumbuka pia marafiki kama wakigombana ama ndugu, unaweza kugombana na ndugu yako, lakini sikukuu ikije, hiyo moyo inaumiza huyo lazima nisherekie na ndugu yangu, na unamkumbuka, unampigia, haya ndugu yangu, mimi nimefanya makosa, nisamehe yani. Lakini pengine hiyo pengine ego hairuhusu ha. kwa nini nitampigia? Ah, tumekombana, niache. Lakini sikukuu ikije, unakumbuka hiyo ni siku ya utakatifu, lazima uta utakumbuka utasalimia wazazi, ama utasalimia ndugu yako, majirani pia, wakigombana kwa sikukuu hiyo inasaidia kusuluhisha. Upande yangu hiyo ukiniuliza hiyo, uh, hiyo neno pia napenda sana kwa Kiswahili mambo ya upatanishi. Mimi, uh, hiyo naweza kusema hiyo sikukuu idilesa inapatanisha watu inasuluhisha kama umegombana na mwenzake, sababu ya hiyo. Pia mwenyewe kwa maisha yangu najaribu kuwa mpatanishi, kama watu wamegombana, kama tukisuluhisha, kama pia wakije wakisamehene, hiyo ni muhimu sana kwa Uturuki. Idlesha ikifika, pia tunakumbuka watu wetu. Hiyo siku ya arafa ikifika, kabla ya idlesha, tunakumbuka wazee wetu wazazi wetu kama walifariki ama wametuacha, sisi tunaenda kutembea kaburi lao, kwa sababu sisi tuna lazima tukumbuke pia wazee wetu. Tunasoma Yasin, tunasoma e, pia dua, tunakumbuka wao kwa sababu hiyo ni muhimu sana kwa ajili yetu. Sikukuu ikifika, indio tuna, tunamaliza mambo ya kutembelea hiyo wazazi, majirani, marafiki. Kisha kila mtu wanatoka nje, kama yupo Istanbul ndio unakula na familia e, niyo niyo machoma, kuna shawarma, baklawa, sijui hiyo sutlach, hiyo chakula tofauti tofauti mnakula, mnaenjoy. Lakini kabla ya kuenjoy, kama yupo hutu Istanbul natembelea kaburi la Eba Ayub al-Ansari. Huyu ni nani? Na naweza kukumbusha yeye mtu muhimu sana, na mtume wetu sallallahu llahu alayhi wasallam alipotoka kutoka Makka Mukarrama alipohamia Madina ya Munawwara, nani ame host, ame, ame kualika nyumbani kwake Eba Ayub al-Ansari? mnaweza kuniuliza

Sababu ya hiyo hadithi, watu wete, viongozi wengi wamejaribu kufika Istanbul na kutawala kwa sababu ilikuwa mji takatifu, na Aba Ayub al-Ansari pia ametoka kutoka Madina Munawara amejaribu ku, ku, kuja Konstantiniye na amefariki pale pale na wamezikwa pale pale. Una uju, unaona hiyo ametaka kutoka Madina Munawara amefika mpaka Istanbul na kaburi chake, kaburi lake pale pale na sisi pia, kama tuko Istanbul lazima tumtembee wa kwanza, kwa sababu yeye ni ashab, na tunaweza kusema hiyo ni as, lazima tukitembea ashab tutabarikiwa pia wote. Na baada ya hiyo tunaanza kushe, tunaendelea kusherehekea tunakula kula pia na kama huko pengine pia wanapata likizo, wanatembea Kapadokia na pia wanatembea imji inaitwa Diyarbakir. Kwa Diyarbakir, kwa stori gani hiyo? Nabii Ibrahim pia aligombana na hiyo e, nini mfalme, na pia amerusha amefika uh, ame ameingia mpaka moto hiyo stori hiyo, kisa imekuwa wapi hiyo imji inaitwa Diyarbakir pia kwa Uturuki, kama huko karibu na pale watu wanatembea pia, wanatembelea pia pale pale, wanakumbuka Nabii Ibrahim. Hiyo ni muhimu sana. Waturuki kwa sikukuu wanafanya nini? tunafanya kama hiyo.